Jamani msikilizane basi mimi nimekuja mwenyewe hapa. Mkikaa mnapiga kelele nitaondoka. Unasikia mashina Magufuli? Ndio baba. Wewe kuna watu umewapa madaraka kwa kusaidia kazi. Lakini baada ya kukusaidia kazi, sasa matokeo yake wanataka vitu ambavyo vitakiwa kuna usalama humu. Ana kuna watu umewapa na pesa hujumu uchumi. Anawapa simu, matokeo yake sisi simu zinapakamata humu. Tunanyang'anya karanga zetu, tunamwagia sukari. Usalama yupo mpaka leo hajaamishwa, mpaka na simu haja ukabidhi uondoke nazo. Kuna watu na mihuri mpaka ya Ikulu, mpaka ya afisa usalama, ile mihuri akaifisha. Anaitwa Mazifiga, hapa hapa Mazifiga yuko hapa, akupe na mihuri na zile simu zote akukabidhi, rafiki wakuambie ni kwamba Mheshimiwa Magufuli, ni kwamba ni kwamba mimi naitwa Kali Kenya Thomas Nyamboge, mfungwa wa miaka 30. Huyu ndio afisa usalama alioletwa na makao hapa akusaidie kazi. Huyu ana makundi ya wafungwa umu wajuaji, wanaleta simu zile simu huyu anatoka zile simu, anawatetea afu watu wake. Sisi na kunywa sachi, tunamwagia karanga zetu, tunamwagia sukari zetu, akataka akaikaje sachi, akatunyanganya mpaka sabuni, akaenda kutunza mpaka leo na mihuri ni kama toa ya Ikuru. Hebu angalia kwa kuri, mtu na mihuri ya Ikuru wao kae na nini, kama vile salama anawatetea na zile mihuri, akupe na zile simu zote zile kama toa ukabizi. Alikuja na mwazili hapa, wakamdanganya kama mshimbe wazili na mwazili

Umeshatumikia miaka mingapi? Mimi bado baba ni namba nne. Funa subiri majaji wasomi watatu. Mimi niendeleza ndio ya jaji Demero, kwa sababu nimedai haki yangu. Mkuu wa kesi anaitwa Ambaga, akataka nipike simu kwa jaji Demero. Demero kanyendeza, Mheshimiwa Magufuli, nafika kwa jaji, jaji aniuliza, wewe hujauawa? Mkajibu, sasa nimekuja kuwaona, nimekuja kwa jaji, alinyendeleza kwa hilo. Mheshimiwa, Mwenyezi Mungu ni shahidi, lakini Mheshimiwa Magufuli, afisa salama huyu ondoka naye mzee, na kwa utusaidie kwa hilo, ili amani iwepo huko.